Serikali imekuwa ikiajiri walimu wa kada mbalimbali ikiwemo walimu wa masomo ya sayansi kadiri ya upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, <coughs> mahitaji ya walimu wa masomo ya sayansi na hisabati ni 47354 waliopo ni 30042 na, na upungufu ni walimu 17312. Aidha, mahitaji ya walimu wa shule za msingi ni 298687 waliopo ni laki 173,861 na, na upungufu ni laki 124,826. Serikali itaendelea kuajiri walimu wakiwemo walimu wa masomo ya sayansi kadiri ya upatikanaji wa fedha. Shally Raymond, kwa kuwa upungufu ni mkubwa sana unaokaribia nusu na hadi sasa wanafunzi wengi wame elekea kuikataa sayansi. Je, serikali haioni kwamba jambo hilo ni la kufanyiwa ufumbuzi haraka? Swali la pili, kwa kuwa mabinti wengi au wanafunzi wengi wa kike wangependa sana kujifunza sayansi na shule zinaendelea kujengwa kila mkoa, hasa za high school lakini upungufu ndio kama ilivyoelezwa kwenye swali la msingi. Je, ni athari gani ambazo zinaenda kutokea katika jambo hilo, mheshimiwa waziri? Mheshimiwa naibu spika, naomba nianze kwanza kumpongeza mheshimiwa Shally Raymond ambaye amekuwa akifanya ufuatiliaji wa hali ya juu kuhusiana na masuala ya sekta ya elimu na hususan sekta hii ya elimu msingi na sekondari. Naomba nijibu maswali yake yote mawili kwa pamoja. Naomba nimwakishie mheshimiwa mbunge kwamba Serikali inafahamu kwamba kuna uhitaji wa kuendelea kupata walimu kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wetu, na matokeo haya yote yanatokana na sababu ya msingi kabisa ya hatua ambazo zimechukuliwa na serikali ya kutoa elimu bila malipo, na udahili wa wanafunzi umeongezeka maradufu na umepel, umetengeneza mazingira ambayo tunahitaji kupata walimu zaidi kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wetu. Serikali inaendelea kuajiri walimu walimu wote lakini pia kwa kuzingatia uhitaji wa walimu wa masomo ya sayansi. Katika serikali ya awamu ya sita katika kipindi hichi cha miaka minne walimu el elfu arobaini na tano mia saba arobaini na mbili tayari wameajiriwa na mpaka wakati huu tayari kimetoka kibali kingine cha kuendelea kuajiri walimu wengine zaidi ya elfu tisa, na miongoni mwa walimu hao wanaoajiriwa wapo walimu wa sayansi. Serikali ya awamu ya sita inafanya uwekezaji mkubwa sana katika kuhakikisha inaweka kipaumbele katika masomo ya sayansi. Umesema wewe mwenyewe Mheshimiwa mbunge kwamba unatambua jitihada ya serikali ya awamu ya sita ya kujenga shule za sayansi za bweni za wasichana kila mkoa. Shule hizi zimepelekewa bilioni 4.45 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kunafanyika uwekezaji katika upande wa sayansi. Kwa hiyo serikali itaendelea na jitihada hizi zote kuhakikisha kwamba walimu wanapatikana, walimu wa, wa masomo yote, lakini pia kwa kuzingatia uhitaji wa walimu wa, wa sayansi watapatikana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanawafundisha watoto wetu na elimu inakuwa ni bora.